mimi naitwa John wa Kurabia. Ni rais wa shirikisho la vyama vya wa wachimbaji madini Tanzania, lakini mzee Sarungi ni mjomba wangu. Ndugu zangu, nimepewa nafasi ya kuzungumza, lakini nimetanguliwa na maprofesa. Hapa bahati nzuri, Profesa Muhongo yuko hapa na ametamka jambo. Hii nitalizungumza kidogo wakati namalizia mimi kwa niaba ya wachimbaji lakini wapwa, okay uke lo uke okay wategi, kifo hichi kimetugusa sana lakini, historia ya Salungi naamini haitafutika, kama familia lakini kama watoto wa dada tunaamini kwamba haitafutika na haitafutika vipi? wote tunaona, macho tunayo wajaluo ni weusi, lakini tunaona pia ametuachia mama yetu mwenye rangi nyeupe, mzungu. Tumpigie makofi. Kwa hiyo hiyo tu inaonyesha jinsi gani historia ya profesa huyu itaandikwa. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitaongea na wanamara, kwa sababu leo tumekusanyika kupitia profesa Sarungi. Ushirikiano tujaribu kuangalia namna ya kukutana mara nyingi, ili mambo kama haya yanapotokea, basi tuwe tuna majawabu kama sio majibu. Na atakuwa tu mchoyo wa fadhila kama sitamshukuru mjomba wangu Otieno Igogo, ni mjomba wangu, lakini naomba jeuke, muone wana mara hii lulu, kupitia hapa kwa profesa. Ni mtu huyo hapa, tumsikilize. Amejaribu kuanzisha organization mbalimbali kuwaita watu wa Mara siwezi kusema nasikitika, lakini tunaomba tumuunge mkono. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, mimi waziri wangu wa zamani Profesa Muongo amezungumza jambo kwamba ni kitu gani tutamkumbuka. Madaktari wanamkumbuka moyo, na Profesa Muongo akisema kama bosi wangu wa zamani, basi ni maelekezo. Mimi kwa niaba ya wachimbaji nitakuunga mkono kwa shilingi milioni tano ili upate vitabu kupeleka katika shule ile ya Sarum. Baada ya kusema hayo niseme kwamba jina lake limiliwe. Amina, asante sana, asante sana Mheshimiwa Emata, mzee wetu Ubambura John Bina. Asante vile vile kwa kutoa mchango wa shilingi milioni tano kwa ajili ya kununua vitabu, ukimuunga mkono Profesa Mwongo, shukrani sana.